zangu lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje, masharti yamekuwa yanaongezeka, yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba oh, Watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao, hawakusema tumewataka sijui nini, hawakutupa ah, wataka list ya pasipoti za watu wangu weza nini. Na kipindi hiki si lazima ujiulize mara tatu hasa e, kama hukupeleka nasema sikupi pesa, usinipe ntakusanya ndani kwangu kwayo lazima tukusanye za ndani. Ndugu zangu wafanya biashara, lazima tulipo kodi. Hakuna nchi inayoendeshwa bila kodi, na kodi ndizo zinazoendesha nchi. Hao wanaoendelea huko na wakatusaidia, ni pesa za walipa kodi wao, wamejenga wamenini, zimebaki. Tunaomba wanatusaidia, lakini tutaomba mpaka lini? Hatuna haja ya kuomba. Wakati mwingine tunafanya kufuru, ndugu zangu Tanzania hii Mungu katupa madini, katupa bahari, katupa maziwa, katupa ardhi nzuri, katupa kila kitu, lakini bado tumejikunja hivi, tunangojea mtu mweupe aje achimbe achukue apeleke kwao, kiduchu atupe hapa, alafu tunaomba kule anakopeleka, tunaomba wakati ile pesa ilitoka huku kwetu.